Na tunataka tunataka vijana ambao tutawasaidia wakaenda kusoma wawe wasomi bora waje wasaidie mji wetu, kwa sababu nchi yetu ya Tanzania nchi yetu ya Tanzania inaumizwa na wasomi. Hakuna darasa la saba hata mmoja ambaye ameiumiza nchi. Nchi imeumizwa na wasomi. Wasomi ndio wanatumia uh, vitabu wanatumia makaratasi yao wanatumia kompyuta zao kutengeneza michongo, kusaini vitu vya hovyo, na baadaye vinakuja kuleta madhara kwenye nchi yetu. Na nitawaambieni madhara ya wasomi, hata kwenye mji wetu wa Kigoma. Wasomi ambao wakituona sisi, sasa, Babalevo hajasoma, wewe umesoma, ndio unatuletea vitu vya hovyo. Angalieni, wameenda kuchora barabara ile kutoka Bangwe kwenda Ujiji, mnaijua? Mtu anachora, msomi, umesoma injinia unachoma barabara, alafu karavat unalielekeza kwenye nyumba ya mtu, maji yanatoka kwenye mtaro, anaingia kwenye nyumba za watu. Unasoma nini? <coughs> Wewe, wewe umesoma nini? Elimu yako ina msaada gani kwetu? Sasa leo hii jimbo la Kigoma Mjini, ukienda huko Burega, wasomi wamepeleka maji kwenye mpaka jioni. Uongo kweli? Ni wasomi ambao leo hii wanatuletea ikaeka Katubuka, sio darasa la saba. Nyie wasomi ambao wameelekeza maji yote wakayacha Katubuka, wakiamini maji yote Katubuka itaweza kuyamudu, ninapiga hesabu gani? Leo hii maji Katubuka ukienda yanaingia kwenye nyumba za watu yanaharibu TV, yanaharibu vitanda, yanaharibu magodoro, yanaharibu kila kitu. Hao ni wasomi, aliyechora huo mradi ni darasa la saba. Kwa hiyo wakati tunawasomesha wasomi, tunawananga kidogo kwamba hatuwasomeshi ili mjitengenezee michakato ya kutengeneza madini na kuja kutuletea madhara kama haya yanayotokea. Unapeleka maji katubuka hakikisha kwamba yakifika Katubuka unayatoa Katubuka na kuyapeleka sehemu ambapo ni ziwani au kwenye mto, ili yasilete madhara. Unayaacha pale yanatengeza mafuriko. Sasa angalieni wasomi wanavyotudhuru. Msomi mwingine kapewa kazi sasa, mafuriko yashatokea Katubuka, kapewa kazi ya kuyaondoa yale maji Katubuka yaende ziwani. Leo anaweka tofali moja, kesho anaweka la pili, anazunguka mpaka mvua imemkuta. Sasa mvua imeshamkuta, ndio macho yanamtoka. Mradi kama pesa zipo make, tukiwauliza pesa zipo, zipo. Kama mnaficha simseme, hela hakuna, tukazipigia kelele, hela zipo, zipo. Tengenezeni sasa, mnazunguka nini? Toeni maji, maji anaenda na dhuru watu silali masimu inaita asubuhi mchana. Leo wenyewe siku ya, ya, ya mwaka mpya, nasema nitakula na watu pilau. Nakuja kwenye gari, baba Babalevo, hivi unajua hii mvua ikishuka ndio imenimaliza kabisa. Mtu anakuambia hivyo, maji yamepelekwa na nani? Tunajua maji. Amesema hapa mstahiki meya wangu vizuri sana mvua ni baraka ya mwenyezi Mungu. Sisi binadamu Mungu katupa akili namna ya kucontrol baadhi ya majanga yasitukute, tengeneza mitaro mizuri. Wewe ulitengeneza barabara kule, unaenda kuniletea matatizo kwa wananchi wangu, barabara zinakatika. Sasa mimi nawaomba wananchi wa Kigoma Mjini, twendeni taratibu kwenye eneo hili moja. Mimi mna kelele sana. Sasa hawa mawaziri tulio nao, kama nikianza kuwapigia kelele, ndo kwanza nina miezi miwili, kuna vitu tutakosa, au sio? mawaziri wote tuko nao chama kimoja, chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo nina nafasi na nina fursa ya kwenda kujadiliana nao, kwanza ndani, tukubaliane nao wapi? Ndani, wazee Kigoma mnataha, heka hekahekaheka heka. na mimi siwezi kukubali vile kuona wananchi wangu walimpigia kura vitu vyao vinaharibika, nyumba zinaanguka. Naomba mchukue hatua ili tumalize ndani. Hii ndo faida ya kuchagua mbunge kutoka Chama cha Mapinduzi kwa sababu vita inaanzia wapi? Ndani tupate majibu, and then watu waende wakafanyiwe uh, uh, tathmini, and then barabara zikafanyiwa tathmini, watu waweze kuconnect baadhi ya madaraja ambayo yameondoka, and then kazi iweze kuendelea. Narudi kwenu wasomi, natafuta hela. Yule darasa la saba mlisema afai na kila kitu, la saba natafuta hela mkasome na Mungu atanisaidia. Hizi nimepata kidogo, naleta na ninaendelea kuomba kwa ndugu jamaa na marafiki, pamoja na wafadhili na makampuni ambayo ya yako tayari kunisapoti kwa ajili ya wasomi wa mji wangu wa Kigoma Mjini. Kigoma Mjini oye! Nyosha mkono hivi kama unaniunga mkono, ndugu yangu. Nashukuru sana, nashukuru sana.